Nami Kiswahili ni chetu, na chetu ni Kiswahili. Kila siku nasema Kiswahili kitukuzwe. Mwalimu Ernest akiwashirikisha wanafunzi, wasomi na walezi. Tuangazie baadhi ya maneno ambayo niligundua nilipokuwa darasani nikifunza ngeli mbalimbali yalitatiza wanafunzi. Nomino ya kwanza ilikuwa ni neno nyani. Wanafunzi wengi walilemewa kutambua wingi wa neno nyani. Wingi wa neno nyani ni ni manyani yangu hafifu manyani. Nyani, amechupa. Manyani, wamechupa. Neno la pili ni kinda, ambaye tunasema ni mtoto wa ndege ukipenda nyuni. Wanafunzi wengi walilemewa kuandika wingi wa kinda, ambao ni makinda. Makinda. Kinda amepaa. Makinda. Kinda amepaa, makinda wamepaa, katika ngeli ya A - Wa. Kisha tukawa na neno nabii. Wingi wa nabii ni manabii, manabii. Nabii alitabiri, manabii walitabiri. Aha, kisha kuna neno mkizi ambaye ni aina ya samaki ambaye ana sifa ya kuwa na hasira sana. Kwa hivyo wingi wa mkizi ni mikizi, mikizi kwa hivyo tunasema mkizi amenaswa na mvuvi, mikizi wamenaswa na wavuvi. Kisha tuna neno kiwete. Huyu ni mtu ambaye ana ulemavu wa miguu, hana ule uwezo wa kutembea vyema. Wanafunzi wengi waliweza kutambua wingi wa kiwete ni ni viwete, lakini tulipoanza kutunga sentensi pale pakaibuka tatizo. Wengi wakaandika kiwete ki viwete vi, badala ya kusema kiwete anatumia kiti maguru, viwete wanatumia viti maguru. Kisha tukampata mtu mwenye ulemavu pale mgongoni akawa na nundu, kibiongo. Wingi ni ni vibiongo vibiongo vibiongo Kibiongo amepita, Vibiongo wamepita. Kisha kuna neno la saba mtume, wingi wa mtume ni mitume, mitume. Mtume ametumwa, mitume wametumwa kisha tuna sonara ambaye kazi yake ni kutengeneza mapambo. Wingi wa sonara ni masonara, masonara. Kwa hivyo sonara ametengeneza pambo, masonara wametengeneza wa mapambo. mm-hmm. Kisha kuna waziri, wingi wa waziri ni mawaziri. Mawaziri, mawaziri. Katika sentensi tutasema waziri amehutubia wanafunzi, wingi: mawaziri wamehutubia wanafunzi. Kisha tuna neno hapa gwiji, gwiji. Gwiji ni mtu stadi. Huenda mmoja wetu akawa ana sakataboli vyema pale uwanjani, tutasema hii ni gwiji. Wakiwa wengi, tunasema magwiji, magwiji. Magwiji, gwiji ametunzwa, magwiji wametunzwa. Hadi hapo Waswahili wenzangu, wasomi, walezi na wanafunzi wangu, haya tu ni baadhi, ni tone kwenye bahari. Endapo kuna nomino moja katika ngeli ya a wa ambayo kwa kiwango chako unahisi ya kwamba huna uhakika, naomba iandike pale chini kwenye sehemu ya kutolea maoni, tuichanganue, tuidandavue, mpaka tupate usahihi wake, aidha katika wingi, ama katika kutungia sentensi. Na hadi hapo naomba kuaga. Endapo mependezwa na kipindi chetu cha leo, bofia bofia, sambaza sambaza. Hadi hapo kuonana siku nyingine, ni majaliwa yake Jalali mwenye kutujalia afya na uhai. Asanteni.